Bwana Yesu Kristo asifiwe, watumishi wa sifiwa, Mungu. Mungu abariki sana. Aa, kuna kitu hapa nataka nifafanue kidogo kwa wateule wa Mungu, wale wanawake wa mchao Bwana. Haleluya. Ah, kama mnakumbuka nilishuhudia kwenye, kwenye YouTube kwa majina yangu Veronica George. Nilishuhudia kwenye YouTube kwa habari ya mapambo na hata kusuka nywele za mikono kama mnakumbuka. Angalia nadhani unaziona nywele zangu za zilivyokaa. Sijawahi kusuka mabutu wala sijawahi kusuka na zilikuwa nilizinyoa zote, zikabaki chini kabisa, zimeota zenyewe, zimekuwa zenyewe. Haleluya, bila kusuka, bila kufanyaje, na Mungu akanielekeza na paka mafuta yangu ya nazi tu ya maji, basi nazichana, mpaka zimerefuka zenyewe. Hapa nilikuwa nimezibana, nimeziosha, nikazibana zikauke. Haleluya, na wala situmii chochote zaidi ya mafuta tu, napaka kawaida ya nazi. Wala sijawahi kusuka, hata mabutu iliacha kabisa, baada ya ule ushuhuda wa Bwana Yesu Kristo, asifiwe, ambao Mungu alinichukua akanionyesha hata nywele za mikono hazitakiwi kusuka. Unataka uziache ubaki na uhalisia ambao Mungu amekuumba, angalia uhalisia kabisa na, na wala sijawahi kupeleka kubodri, wala wanaosema, ngoja nitakaaje, labda nikabodri. Sijawahi kubodri, nadhani unaziona zimenyooka kabisa plain. Na sijawahi kusuka hapa, nimechukua kitambaa changu tena, kamkanda kasweta, nikafunga hapa zikauke zikishika.